Mwigizaji maarufu Karen au akifahamika kwa jina la Karina amefariki dunia leo Aprili 15, 2025 akiwa anapatiwa ma matibabu nchini India kutokana na marazi ya tumbo yaliyokuwa akimsumbua kwa muda wa zaidi ya miaka nane. Taarifa hizo zimethibitishwa na mdogo wake Sefnewini Regasira ambaye alienda naye India, licha ya kuwa yeye aliwahi kurudi kwa ajili ya kumwangalia mama yao ambaye ni mgonjwa. Mdogo wa Karen amesema mara ya mwisho kuongea na dada yake ilikuwa usiku wa kuamkia leo, na alikuwa kwenye hali nzuri tu. Alimwahidi mama yangu kuwa hatamani kufariki ili arejee mzima aweze kutimiza yale aliyoahidi. Mdogo wake Karen ni, alisema nimeongea naye, alikuwa yuko vizuri tu dada yangu, akawa anaongea na mama anamwambia mama yangu, naomba Mungu nisife kabla yako sijatimiza ahadi zangu zote nilizokuahidi. Na alikuwa akitarajia kurudi tarehe ishirini na mbili mwezi huu, kwa sababu alikuwa amemaliza operesheni zote. Mungu amlaze mahala pema peponi. Hii ni Jeyy Online TV.